aliyofichikana wa nuyassiruka lilyusra fadhakkir in nafa'ati adhikra na tutakusahilishia yawe mepesi, basi kumbusha kama kukumbusha kunafaa. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha alashqa, atakumbuka mwenye kuogopa na atajitenga mbali nayo mpotovu. Alladhi yaslan nar alkubra, ambaye atauingia moto mkubwa

Hakika haya yamo katika vitabu vya mwanzo suhufi Ibrahim wa Musa. Vitabu vya Ibrahim na Musa. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hal ataka hadithul Ghashiya. Je, imekufikia habari ya msiba wa kufulikiza ugongao moyo wujuhu yawma idhin khashi'a siku hiyo nyuso zitainama amilatun nasiba zikifanya kazi nazo taabani tasla naran hamiyah ziingie katika moto unaowaka tusqa min aynin aniyah zikinyweshwa kutoka chemchemu inayochemka laysa lahum ta'amun illa min dari' hawatakuwa na chakula isipokuwa kichungu chenye miba. La yusminu wa la yughni min ju, hakinenepeshi wala hakiondoi njaa. Wujuhu yawma idhin na'ima, siku hiyo nyuso nyingine zitakuwa kunjufu. Lisaiha radiya, zitakuwa radhi kwa juhudi yao. Fi jannatin aliya, katika bustani ya juu. La tasma'u fiha laghiya Hawatasikia humo upuuzi. Fiha aynun jariya, humo imo chemchem inayomiminika. Fiha sururun marfu'a, humo vimo viti vilivyonyanyuliwa. Wa akwabun mawdu'a, na bila uri zilizopangwa. Wa namariq masfufatun wa zarabiyu mabthuthah, na matakia yakiwa safu safu, na mazulia yaliyotandikwa.

fadhakiri inma anta mudhakkir, basi kumbusha, hakika wewe ni mkumbushaji. Lasta alayhim bimusaytir, wewe si mwenye watawalia

hakika ni juu yetu sisi hesabu yao. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. wa wal fajri wa layalin ashr wa shaf'i wal wa watri wal layli idha yasr, na apa kwa alfajiri na kwa masiku kumi na kwa viwili viwili na kimoja kimoja na kwa usiku unapopita. hal fi dhalika qasam lidhi hijr, ye hapana, katika haya kiapo kwa mwenye akili. alam tara kayfa faala rabbuka biad, kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya? kinaadi irama dhati alimad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad, Wairam wenye majumba marefu ambao

yupo kwenye mavizio anawavizia. fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul fa yaqulu rabbi akraman, ama mtu anapojaribiwa na mola wake mlezi akamkirimu na akamnaimesha usema mola wangu mlezi amenikirimu. Wa ama ibtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu fayaqulu rabbi ahana naama, anapomjaribu akampunguzia rizki yake husema Mola wangu mlezi amenitia unyonge. Kalla bal la tukrimuna al yatim, sivyo hivyo, bali nyinyi hamwakirimu mayatima. Wala tahaddunu ala ta'amil miskin, wala hamhimizani kulisha maskini. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, na mna kula urithi kwa ulaji wa pupa. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, na mnapenda mali mapenzi ya kupita kiasi.

dhikra na ikaletwa jahannam siku hiyo, siku hiyo mtu atakumbuka, lakini kumbuka huko utamfaa nini? yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, atasema laiti ningelijitangulizia mema katika uhai wangu. fa yauma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad basi siku hiyo hataadhibu yoyote kama kuadhibu kwake. Wala yuthiq wathaqahu ahad, wala hatafunga yoyote kama kufunga kwake. Ya ayyatuha nafsu almutma'inna, ewe nafsi iliyotua. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, rejea kwa mola wako mlezi umeridhika na umemridhisha. fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, basi ingia miongoni mwa waja wangu na ingia katika pepo yangu.